Moto ulikuwa unawaka taratibu. Nyota zikingaa angani, watoto walimzunguka babu yao wakamwomba. Babu, tusimulie hadithi. Babu akakohoa kidogo, akatabasamu, kisha akaanza. Zamani sana kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Kitonto. Kitonto alikuwa mwerevu, lakini alikuwa na haraka, hakupenda kusikiliza ushauri. Siku moja alipata fursa ya kusafiri kwenda mji mkubwa kutafuta kazi. Mama yake akamwambia, "Kitonto, popote uendapo, heshima iwe ngao yako." Lakini Kitonto akacheka na kusema, "Mama, dunia ya leo ni ya ujanja." Babu akanyamaza kidogo, akachochea moto, akaendelea. Alipofika mjini, Kitonto alipata kazi haraka kwa sababu ya akili yake. Lakini kwa sababu ya kiburi aliwadharau wenzake na hakuheshimu wakubwa. Polepole watu wakaanza kumkwepa. Siku moja alipofanya kosa kubwa kazini, hakukuwa na mtu wa kumtetea. Akapoteza kazi. Watoto wakavuta pumzi, babu akaendelea kwa sauti ya upole. Kitonto alikumbuka maneno ya mama yake. Akaamua kubadilika, akaanza kusikiliza, kusaidia wengine na kusema ukweli. Haikuchukua muda mrefu, watu wakamuamini tena. Akapata kazi mpya na bora kuliko ya kwanza. Babu akatazama wajukuu wake na kusema, "Watoto wangu, akili ni zawadi, lakini heshima ni ufunguo. Ukiwa na vyote viwili, Milango hufunguka yenyewe. Watoto wakatabasamu, mmoja akasema, "Babu, kesho utatusimulia tena? Babu akacheka, akasema, "Kesho na kesho kutwa, mradi msisahau funzo." Funzo la simulizi. Heshima na kusikiliza ushauri hujenga maisha bora kuliko ujanja na haraka.